Wakaazi katika kaunti ya Busia wakiwemo wanafunzi wamehimizwa kutunza miti elfu kumi iliyopandwa katika kaunti hiyo. Katibu katika wizara ya vyama vya ushirika Susan Mangeni pamoja na mwenzake wa mipangilio Boniface Makoha wamewataka wakaazi wa Busia kushirikiana ili kuwezesha serikali kufanikisha malengo ya kupanda miti bilioni 15 kabla ya mwaka 2032. Sisi tumechukua jukumu la kuweza kufu, kuweza kufuatilia ya kwamba hii miti haitapandwa tu na iachwe. Tutafuata stage after stage. Tunataka kila mwanafunzi adopt miti miwili, na anapopanda kule nyumbani, wacha pia shuleni tufuatilie, kasema ya kwamba ule ambaye atapanda na yake ifike uh, kiwango chenye urefu wake. Mwito wangu ni kwa jamii. Wakati rais amesema turudi shule za msingi tuweze kupanda miti, hakututuma tu sisi peke yake kama wale ambao wanahudumia jamii. Hata nyinyi mko na jukumu kama jamii yetu, mujitokeze muende katika shule zenu, muende mupande hii miti. Hii miti iko na manufaa mengi sana.